Mtu mmoja amenichekesha leo, akaniambia, mwalimu, ninasikia ibada zinazoendelea hapo, na moyoni mwangu ninashuhudiwa kabisa kwamba msaada wangu huko hapo, ningekuja kwenye hizo ibada ningeondokana na mateso niliyonayo, ila ninaogopa sana Jumapili, kwenye dini yangu nitaenda kuwekwa kikao. Then nikaja kugundua wala hatuhitaji ukombozi kutoka kwa mapepo, kwanza tunahitaji deliverance kutoka kwenye dini. We really need deliverance from religion. Dini imekuwa kifungo hatari kwa watu. Tunahitaji ukombozi dhidi ya dini, kwa sababu dini imewawia watu gereza la kutisha sana. Nisikilize, hakuna mtu mwenye hati miliki ya maisha yako. Damu ya Yesu Kristo ndiyo title deed. Damu ya Yesu Kristo ndiyo hati miliki ambayo hiyo damu iko mbele ya Baba, mbele ya kiti cha enzi. Hakuna mtumishi wala dini inayokumiliki wewe. Ndio utakayewajibika na maisha yako, wewe ndio unayeteseka, wewe ndio unayepitia, wewe ndio unayejua maumivu na mateso ulionayo, na hakuna mtu atakayedaiwa maisha yako, hakuna dini itakayodaiwa maisha yako, hakuna mtume wala nabii atakayedaiwa maisha yako. Mtu wa Mungu, shtuka. Hakuna mtumishi aliyetumwa kujifungia watu wala kujimilikisha watu. Roho Mtakatifu ni roho wa uhuru, na Biblia inasema where there is holy spirit there is liberty, penye Roho Mtakatifu pana uhuru. Shtuka. Sikunywa siku ya kwanza, siku ya pili sikunywa, nikasema, ee, ndo nakaribia kufa au Mungu. Hey, ametupa redio <laughs> Anyway, unasikiliza 98.1 Mbingu Duniani FM, madhabau kamili ya neno na maombi.